Viwanjani ya Clouds TV imeshuhudia uchaguzi huo uliokuwa wavuta ni kuvute uliofanyika katika ukumbi wa chuo cha Nyuki almashauri ya manispaa ya Tabora kabla ya mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi huo wakili Kiomoni Kibamba kumtangaza mhandisi Athumani Kilundumia kuwa ndiye aliyeibuka akidedea kwenye uchaguzi huo, huku Halifa Mwasange ambaye ni mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Kaliua akishinda nafasi ya mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Na walioshinda nafasi ya ujumbe wa kamati tendaji ni mwalimu Jeni Kabeho na George Nyimbi. Bwana Yusuf Hamisi Kitumbo amepata kura nane na bwana Athumani Kilundumia amepata kura kumi. Kwa mamlaka niliyopewa kwa mujibu wa kanuni ya 24 ya kanuni za mpira za, za, za uchaguzi za TFF namtangaza ndugu Athumani Kilundimya kuwa mwenyekiti mshindi na mwenyekiti wa chama cha soka cha mkoa wa Tabora. Akizungumza baada ya kutamatika kwa uchaguzi, mhandisi Kilundimya amesema wataunda kamati maalum kwa ajili ya kusimamia chaguzi za kamati tendaji katika ngazi ya wilaya. Kimsingi itasimamia chaguzi zote zote mpaka hapo kamati ndogo za, za vyama shiriki vitavyokuwa vinavyopatikana zote. Mwenyekiti atakuwa mheshimiwa Mdoe. Huyu ni mfanyakazi wa mahakama kuu hapa hapa Tabora na aina ya uchaguzi ulivyoendeshwa ni uchaguzi mmoja ambao umeendeshwa vizuri sana kwa sababu Mii nilikuja kwa mambo mawili, kuangalia ya viongozi ambao wanapatikana moja, lakini kujifunza kutoka Tabora. Hii ni ripoti ya binamumuungwana Hussein Mshenga, na hii ni viwanjani ya Claus TV.